Ningelikuwa na besikeli singeteseka mie, ningelikuwa na magari singeteseka mie, ningelikuwa na mapesa singeteseka mie bila e, e, e, e. Bila samahani, mkono fukoni huo, bila samahani. Ndugu yangu mimi nimekuchoka, madeni kibao hapa, kitabu kimejaa madeni yako. Sasa ndugu yangu, ukisema hivyo unakosea. Wewe si mwanamke upurukupe, kila pale unakosea, si mambo kurukuta purukutwa, madeni yamejaa, elewa Kizungu, madeni yamejaa eh? Mimi nimechoka, mwanzo nimechoka, yaani, yaani mwanamume unakiti kama wanawake wa chama Kukopa kopa tu wewe sasa ndugu yangu. Sasa nilipa nini ndugu yangu? Sina kitu. Juzi mtu vitu vya 200 hapa. Sina. Ah, ah. Nimechoka mimi bana. Utalipo nilipi? Nataka maana ndio story zako tabu. History mwanzo, utenapa kwa mke wako. Twende. Sasa ndugu yangu kusema hii story ni ma... nimechoka madeni yako. Sasa mimi yeye ndo namlisha, mimi unataka yeye. Sina ya kumlisha. Wewe mwanzo uko kinyumba. Eh. Twende huko.